Shuli shuli imeisha. Shuli imeisha, hey. Mnyama mnyama mm. Gezatinga nusu finali mm. Wale wa macho kuvimba nadhani wanaendelea kuvimbisha macho yao wanaorukia shuli za watu, macho kuvimba. Kuna watu macho kuvimba walijipachika mm. Shuli ya almasi, naambia sisi ndio wenye shuli yetu, nadhani <laughs> Masanja umeona nilikwambia, suhui hu ndio ubaya ubwela hu, hey. E, ndio ubaya ubwela. Naambia Simba ndio role model kila sehemu. Nitachonga barabara, sio unaenda kwa bahati mbaya eti umefika finali kwa kuungaunga. Hakuna Simba zizi tunaenda kwa project, nadhani umeona fadi udefsi. Timu imekuja katika utulivu, tumecheza kwa kulinda, kwa sababu tahadhari imekuwa ni kubwa, sababu jamani wazuri upande wa mbele. Kwa hiyo tumecheza kwa, tume kwa tahadhari, cha muhimu tuko nusu finali, tunalitaka kombe, nadhani umeona shughuli ya leo ilivyokuwa. Mwaka robo imeishia mwaka robo, ah wao walitafuta sasa, nadhani liwarudie wao. Sisi zaidi tuko nusu finali, habari za robo tushamaliza. Hao wenzetu sasa walichukua jina lao, maana walitoa kwao wakalileta kwetu, walileta dharau sana, matusi ni mengi, na ninawaambia leo tunaenda baa kwa wake zao leo baa zote za kwetu hey! Hawana pa kujificha leo, baa kwa wake zao tunawafata leo, ba ya ubwela popote walipo, tunawatafuta wa kwanza na solo na solo. Leo asubuhi alivaa jezi nikamwambia, hiyo jezi baada ya mechi utanipa, maana pa kuvalia huna. Niliwaeleza bonasi yeah, hey, ya ni, milioni ni, mia tano ndio mwafanya mewafanya Simba Sports Club kwenda kushinda mchezo huu, imetubusti imetubusti, imekuwa hamasa kubwa na goli la mama milioni kumi, nadhani imekuwa ni hamasa kubwa nadhani. Na wachezaji wenyewe wanataka kutengeneza karia yao, waweza kuipambania Simba kwa sababu wengine wamepita majina, akina Okwi wametengeneza majina yao Simba Sports. Kwa hiyo akina huu alikuwa na nafasi yao kutengeneza majina yao kutengeneza na njia hiyo. No, bora na maana ya neno ubaya ubwela, tulimaanisha tunachomaanisha ni ubaya ubwela kweli. Ya baada ya dakika 30 kumalizika, Simba Sports alishinda bao mbili kwa sifuri ulikuwa kwenye yeah, hali gani baada ya kusikia kwenda matuta? Ah, mechi ilikuwa ni moto sana, mechi ilikuwa ni moto sana, vitu vilikuwa vikariki kila mtu alikuwa anaongea lugha yake, lakini nashukuru lugha imeenda kuwa tumeungana nguvu moja, tumetulia tukashuhudia matuta. Nadhani usajili bora umelipa. Umeona namna Kamara ambavyo ametulia golini. Tunataka wachezaji kama leo, maana nilisema tunapotafuta nusu fainali lazima tuwe na wachezaji wa kaliba ile ya Kamara ambao wanaweza kulipambania goli na, na nafikiri wakatuvusha hapa tulipo. Kazi nzuri wameifanya, Kamara golini na wapigaji wametulia. Simba iko nusu fainali, Davids anawapeleka nusu fainali kwa mara ya kwanza, walimbaazi wote waliopita ni robo fainali. Hey, kocha bora sana, kocha bora lakini, vile vile, ameletewa vijana wapambanaji, vijana ambao wanatafuta future. Maana makocha wengine waliangushwa na wachezaji ambao tayari walisharizika, hawakuwa na wazo la kutafuta mafanikio tena. Ndio maana mwaka huu tulivyosema, tunasafisha furniture, tunaingiza furniture mpya. Maana wale waliokuwa wamerizika tumewatoa, tumeingiza wapambanaji wapya. Ana project mpya ambayo inatupeleka Simba katika maono ya nusu finali. Kikosi cha kwanza yuko nacho msimu huu hajamaliza nacho msimu, lakini tayari mafanikio tunayaona, Simba iko nusu finali ya. Unamzungumzaje limpanzi kibisawara akiwa nakupa furaha yeah? Baada ya dakika 90 kumalizika, ah, ni raha sana. Nadhani pongezi nipeleke kwa wachezaji wote, wamefanya kazi kubwa sana. Ni raha iliyoje, kwa sababu naona leo mji wenyewe umelipuka, ume Tanzania nzima ni furaha Yaani Tanzania nzima ni furaha kuanzia raia namba moja, mama yetu Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania sana, hatujaweza kumwangusha. Mimi nilisema tumebaki na bendera ya nchi, sisi ndio tunaitetea nchi kwa sababu tulienda wanne, wengine wavimba macho, wote washatoka, wametuacha wenyewe, na sisi ndio tulisema, sisi ndio tunaitetea bendera ya nchi, hatuwezi kumwangusha rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Simba ile pale ni finali yapo kete ni moja lakini ni kete ya hatari mno. Achana na elimu panzu kidasawala, ile ni volkano, ni hatari kweli kweli. Unaona pale mbele, ambapo anaweza kuwavuruga almasi. Wenyewe wamejaribu kuleta mchezo wa kitoto wa kuanguka, lakini siku ya kufa utaicheleweshwa tu, kama umeandikiwa kufa utakufa tu. Moja ya kauli ya Mzee Hassan Darara akisema, warabu kama Young Africans tuliwapelekea watu wafupi, sisi warabu tunawapelekea watu warefu. Ndio kitu ambacho Simba Sports Club umekifanya warabu kufa na kumkamba basi la BM wao, walichokichagua walichagua Yanga awaelekeze. Yanga hana jipya la kumwelekeza Waarabu zaidi ya kumpoteza tu. Sawa, sisi mbinu hizi tunazijua, na ndio maana tulimwachia Yanga awadanganye alimasiri, nadhani amewadanganya na ukweli wameujua. Bora wangekuja na mbinu zao wakacheza mpira wao kuliko kumtegemea Yanga aliyefeli. Yanga niliwambia goli moja Benjamin Ukapa upate bilioni mbili na bilioni, bilioni, milioni 500, wamefeli leo. Yanga atamwelekeza mtu kitu, akili za kufeli, wavimba macho, ndio alivyowashaishi wa maarifa Hizi tuko nusu fainali, hatuna shida, tunafurahi. Ninamwambia mtani baada ya kufuzu nusu finali, yeah. Ninamweleza kila siku asipokubali kujifunza ataumia sana, na na leo namwambia, tunawatafuta mpaka kwa wake zao sababu wao wanafanya jeuli, wananua mpaka jezi za Almasri. Tunawatafuta leo mpaka kwa wake zao, ubaya ubwela tunao wajifiche kokote leo, tunao leo ni furaha ya aina yake. Asante yeah. sana.